Naitwa Dr. Irene Charles Isaka, mkurugenzi mkuu wa, wa, Mfuko wa Taifa wa Bima ya Afya. Uh, katika wasilisho langu nimewasilisha kwamba tunapokwenda kutekeleza mfumo um, wa bima ya afya kwa wote tutashirikiana na wadau mbalimbali. Kwenye hilo ni kwamba hata mifuko mingine tunashirikiana nao. Kumbuka Uh, wastaafu wanaotoka kwenye mfuko wa NSSF, PSSF na wengine ambao walikuwa watumishi wa workers compensation, na wenyewe pia wanapata bima ya afya kutoka NHIF. Lakini hiyo haitoshi, niliongelea kwamba kuna ngazi tatu. Ngazi ya kwanza ni ile ngazi ambayo sio ya kuchangia. Hii ni ile ambayo inafidiwa na serikali. Na hii ni ile ya kaya maskini ambayo nilionyesha kwamba katika kwa mujibu wa sensa sasa hivi ni karibu kaya milioni 3 na laki sita, ambapo tunatarajia kuanza na milioni moja na laki mbili kwa mujibu wa zile kaya ambazo zimeshahakikiwa na TASAF pamoja na TAMISEMI. Kwa hiyo hiyo ni kazi ya NHIF kushirikiana na wizara na TAMISEMI na TASAF. Lakini nguzo uh, uh, ya pili ni ile nguzo ya kuchangia kwa mujibu wa sheria kwa sekta rasmi, ambayo ni sekta rasmi ya umma na sekta rasmi ya, ya binafsi, ni ambayo ni ile ambayo mnaizoea, mmeizoea ambayo ni ya 3% 3% jumla asilimia sita. Hiyo na yenyewe itaendelea kama kawaida wakati wa iochai. Nguzo ya tatu ni nguzo ya hiari ambayo tunaita supplementary. Kwenye hii nguzo ya hiari ni pale ambapo tunashirikiana sasa, kuna sisi tuna vifurushi tunatoa kuna Jubilee wana vifurushi vyao, Strategy na kadhalika, wana vifurushi vyao. Hata NSSF wana vifurushi wanavyovitoa kwa sekta isiyo rasmi, kwa kwa kwa kwa hiyo hili hili tunakwenda pamoja pamoja pamoja, tunashirikiana tunashirikiana tunashirikiana na na na na na na hayo. Karibu sana sana vyama vya kitaaluma, mfano unavyoona leo tumekuja kwenye MAT. kwenye MAT, ushirikiano mkubwa madaktari, sababu hatuwezi kwenda peke yetu, lakini vile vile tunashirikiana na MSD, mmeona tulikuwa pale ya na, na bohari ya dawa ya taifa MSD, lakini vile na vyama au mashirika yanayofanya tafiti, mmeona NIMR walikuwepo pale. Kwa hiyo tunashirikiana kwa pamoja chini ya uh, mwamvuli wa wizara, wizara ya afya. asante. uligusia kidogo kuhusiana na suala la, la, la kukupewa kwanza fedha kabla ya kutoa huduma uh, ili suala likoje? asante sana mfumo ambao tunaofanya sasa hivi NHIF wa kulipa madai unaitwa fee for service. Fee for service ni kwamba unatoa huduma lafu tunaangalia huduma uliotoa, afu tunakulipa. Hiyo ndio fee for service, ni mfumo mmoja wa kulipia huduma za afya. Lakini kwa mujibu wa sheria ya bima ya afya kwa wote tunakwenda kufanya mfumo wa capitation, ambao mfumo huu ni kama advance, ni kama prepayment kwamba unampa mtu kulingana na idadi ya wagonjwa wanaokwenda kwenye ile hospitali, aina ya magonjwa wanaokwenda kwenye hiyo hospitali na uh, uzito wa ile ule ugonjwa na na wanavyo utilize Uh -huh. Kwa hiyo sasa hii kwenye hizo variable tatu tunaangalia kabisa kwamba kituo A hey, kina wagonjwa kadhaa. Ma nimeonyesha mfano wa Karatu nikasema kata fulani unakuta inahitaji ina, uh, ina wagonjwa wa aina hii na wanakwenda kituo hiki ni wangapi na wanatumia namna gani. Kwa hiyo sasa basing na hiyo mahesabu hayo tunampa fungu yule ambalo ataendelea kutibu wale wagonjwa kwa kile kipindi tulichokubaliana, kama ni kipindi cha mwezi mmoja au miezi mitatu, ndo tunampa tena. Tukumbuke bima ya afya kwa wote ikija, ule mchango unapokelewa mara moja tu kwa mwaka, na utakuwa kwa mwaka mzima. Kwa hiyo ni tunaangalia kwa huu uwezo wa hichi kituo, tunawapa kiasi gani, lakini kwa vile ndo tunaanza, hatuwezi kumpa hela ya mwaka mzima at once. Tunaweza tukampa advance ya mwezi au advance ya miezi mitatu, akaanza kuutilize wakati sisi tunafuatilia Nya. Lakini kwenye mfumo wa tehama kuelekea uh, UHI kwamba utaratibu ukoje, mmetoka wapi NHIF, na sasa hivi mko wapi? Kuna kitu ligusia kwamba kuna fomu labda 800 uh, zilikuwa zinahakikiwa kwa muda mrefu mm, lakini baada ya mfumo wa tehama haliko. Asante sana. kwenye mfumo wa tehama tumefanya, NHF tumefanya maboresho makubwa sana kwenye upande wa usajili. Niliongelea kwamba zamani lazima uji, ilikuwa lazima uje ofisi ya NHIF usajiliwe, lakini sasa hivi unaweza ukajisajili mwenyewe kwa kutumia simu yako hiyo ni kwa upande wa usajili. Hali kadhalika kwenye upande wa kukusanya michango hauhitaji tena ile uh, ya kuja moja kwa moja kwenye ofisi zetu. Lakini lingine ni ulipaji wa madai. Ulipaji wa madai zamani tulikuwa tunatumia fomu eh, kuna fomu za kulipia madai. Kwa hiyo tuna fomu zinakuja nyingi ambazo tunazi um, Tunazichakata zile form ndo tunakulipa. Kwa hiyo kwa sasa hivi sasa tumeboresha kiasi kwamba badala ya kuwa na form physical ile form form ngumu kuna form line kwenye mfumo. Kwa hiyo una kadri daktari anavyomtibu um, anapata mgonjwa anamtibu, anaweka taarifa kwenye mfumo. Sasa uh, wakati tulipokuwa tunatumia zile form ngumu, ilikuwa daktari mmoja anatakiwa kuchakata folio 800 kwa siku nzima, kuanzia asubuhi mpaka jioni. Lakini kwa kutumia mifumo sasa tunatumia kuanzia dakika 45 mpaka saa moja. Umemaliza fomu elfu moja. Kwa maana hiyo inasaidia sasa wale watu wa huduma kulipwa mapema. Na ndio maana kwenye presentation yangu ulisikia tulikuwa tunatumia mpaka siku 90, siku mia kulipa madai. Lakini sasa hivi tunakwenda mpaka siku hamsini na tano. Kwa mujibu wa sheria tunatakiwa siku 60. Lakini kwa sasa hivi tunalipa kwa siku hamsini na tano. Lengo letu turudi mpaka siku 45. Kama kila kitu kikiwa sawa, kituo kikiwa na mkataba na yale madai yameletwa kwa wakati, tumejikita kwenda kwenye siku 45. Kwa hiyo imeongeza, inaongeza efficiency kwa sababu sasa vituo vinalipwa mapema, lakini pia inapunguza mzigo kwa madaktari wetu ambao alikuwa kuanzia asubuhi mpaka jioni aanze kuchakata, na yeye ni binadamu. Sasa hivi mfumo unaweza ukadetect uka hata fraud Labda kwa swali la mwisho ambalo tulikuwa tunataka kuongezea, kuna kitu umekizungumza kwamba wakati wa usajili kutakuwa kuna mtatumia mabenki mtatumia ma hata mawakala, lakini kitu kingine pia cha, cha kumalizia pia tulikuwa tunaomba pia kufahamu kwamba vifurushi vitakuwaje, umetoa example ya laki moja na elfu sitini na nane kama sikosea. Eh, asante asante, kwenye hili kama nilivyosema, tunakwenda wengi, hatuwezi kwenda peke yetu as NHIF. Kwa hiyo makampuni ya simu ambayo yako tayari kufanya kazi na sisi wanaweza wakaanza kusajili. Kwa hiyo kama unavyoenda kwenye wakala unakuta kuna nembo nyingi, na sasa utakuta na nembo ya NHIF ya kujisajili. Tunaona hao kwa sababu wametambaa, wame nchi nzima, watatusaidia sana kwenye usajili, pamoja na na, mashir, na madalali wa bima pia wana wenyewe watatusaidia kusajili. Mabenki yanayohusika na, na maswala ya bima, na wenyewe tunawaona kwamba pia watatusaidia kwenye kutusajili. Aa, kifurushi cha laki moja na sitini na nane ambacho nimekisema kinaitwa Tarangire, hicho ni kifurushi ambacho tunakiuza kwa ajili ya sekta aa, rasmi sekta rasmi, sekta isiyo kwa rasmi, wale ambao wana uwezo wa kununua. Kwa hiyo hicho ndo kifurushi ambacho tunatarajia kuanza, lakini kuna kifurushi ambacho nilikitaja mwanzoni cha bima ya afya kwa wote kwa zile kaya maskini ambacho kina huduma 277, nafikiri unakumbuka. Hicho ndo kitakachoanza kutumika kwa kwa kuuza bima ya afya. Kwa hiyo utaona kwamba hicho kifurushi cha cha laki na nusu kitakwenda kwa kwa kaya ya watu sita. Kwa hiyo unaona sasa mtu mmoja shilingi elfu ishirini na tano. Eh ambayo ni gharama ukiangalia ni ni gharama ndogo ukiangalia na gharama ya ya bima zilivyo. Kwa hiyo ni tumeanza na tarangire kwa ajili ya kuwavutia wananchi wetu waweze kwa kwa tarangire unaweza kuchangia elfu kumi na nne kila mwezi. Kwa hiyo tukitumia makampuni ya simu, unaweza ukaenda kampuni ya simu ya Voda wakakupa, fuwa, kukata kidogo, kupata bima. Kwayo, tunatarajia kufanya hivyo ili watu wengi kupata bima ya sana. Naomba kutumia fursa hii kuwahamasisha kwa Watanzania wajiunge na bima ya afya, haijalishi kifurushi gani lakini, utakachokuwa nacho ndicho kitakachokusaidia kwa wakati huo. Kwa hiyo kulingana na uwezo wako ningewashauri sana Watanzania wenzangu tujiunge na bima ya afya kwa vile vifurushi vinavyouzwa wakati tunasubiri kifurushi cha jamii cha bima ya afya kwa wote. Asante.